Kitu cha kwanza matendo mema yanatokana na maisha ya kifadhila. Fadhila ni nini? Ni ile mwanadamu anapojizoesha mara kwa mara katika kutenda lililo jema <tipulik> na baadaye sasa linakuwa ni sehemu ya maisha yake m <tipulik> <tipulik> sawa sawa, kwa yale mazoea amara kwa amara ya mara kwa mara ya kutenda lile lililo jema ndio sasa linaozaa tendo jema, namna njema ya kutambua Ma, au ya kuboresha mahusiano yetu na wengine, ni mambo kadhaa ambayo inaweza kufanyika, lakini jambo lililo kubwa kuliko yote ambalo naweza kutupa nguvu ya kulitekeleza ipasavyo, jambo hilo ni kurejea kwenye maandiko matakatifu. Mungu anamuumba mtu kwa sura na mfano wake, mm-hmm. Kwa hiyo kumbe ukishatambua tu kwamba kila mwanadamu ninayekutana naye m mm. kuna sura na mfano wa Mungu kwa huyo mwanadamu, na kwa maana hiyo sasa hautamfanyia lolote lililobaya linalo mu, linalomuhuzunisha, linalomuumiza au linalohatarisha au kudhurumu hmm. uwepo wake na maisha yake hmm. na uhai wake, kwa sababu ndani yake utaona umungu.